Na ili ujue ya kwamba huu mtihani wa kwanza, hao vijana waliokutana nao, ndio ndio jaribu analojivunia ibilisi kuniangusha na kukuangusha, lina eneo mbili tu, appetite and lust, habari ya kula na kunywa na habari ya zinaa. Appetite and the lust ndio flood gate, garika ilikuja, this was the major temptation na atasema kwenye Genesis 6, walioa na kuolewa. Hasemi kuoa na kuolewa ni mbaya, ila hawakufanya kama Mungu alivyosema. Lasti nenda, wakati wa Rutu anasema the same, ya dhambi hizo unaziona the same. Yesu anaiweka summary yake kwenye Luka na Mathayo, anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, walikula na kunywa, walioa na kuolewa walijenga na kupanda. Ishu ya lasti, ishu ya appetite. Yesu anasema ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Dhambi zilizoleta garika, zilizoleta Sodoma kwaka moto, ndizo zitakazokwenda kilele cha juu wakati Yesu anakaribia kuja na hizo dhambi hizo zote hizo tatu hizo zote ni ziko kwenye lust and fresh. Sorry, lust and appetite, ni issue ya uchu wa ulaji na habari ya tamaa ya ngono. Hawa ni twin sisters. Ndio maana nikakueleza usi usikubaliane yale matangazo unayotangiwa na jamii hii haina kilevi hii haina nini? No, no, no, no, no, no. Dhambi inadanganya, jifunze kujua kinywaji ni nini, sio kila kitu nachokula. Wakueleze wanasayansi the Bible, kwa sababu habari ya alcohol kila nchi na kiwango cha kudeclare percentage wise, ikifika percentage hii wanasema hiyo ni alcohol. Kama ijafika pale wanasema that's alcoholic free, na wewe unadhani ni kweli ni free. Ndio maana unaweza ukaona vijana. Kwa nini? Kwa sababu ndilo jaribu hasa la kwanza ambalo Adamu alianguka, dhambi kaingia, na ndilo la kwanza ambalo Yesu alikabia nalo, la kwanza, turn this bread. Na mjumbe wa Mungu alionyesha tunapokaribia mwisho, jaribu la kula na kunywa it will be more difficult na tafuna majojo na tafuna mapipi, tafuna mapelemende kama kapanya yani. Uh, uh, eh, majusi yamekuja ya kila rangi, na nchi hii imebarikiwa, ina matunda very fresh kama umeona upumuzishe meno kutafuna, si ukamue juice. Mpaka wakutengenezee kwenye kiwanda waweke preservatives ndani yake, wakuwekee flavor ya orange, flavor ya nanasi, flavor ya nini, na hakuna chochote men. Wake up the enemy is waking. Nipe hiyo juice inatoka kiwandani hicho kiwanda kimetengenezwa na Yesu? hicho kiwanda, the secret of this young man. Walijua uhusiano wa chakula na unywaji vinavyoathiri uhusiano wao na Mungu, na ndio maana ukiwa unataka uwe serious katika pambano hili, anza na hilo. Kagua unachopitisha mdomoni, kwa kunywa, kwa kula na unavyovaa. Halafu watu wanatudanganya leo, unajua ukiwa hivi inaenda jimu. Ugonjwa unaotokana na msosi unatibiwa na msosi. Uwezi ukala mpaka ukawa mlafi, halafu ntende jimu tukapunguza uzito. Sikiliza, ugonjwa unaoingilia kwa kinywa breki yake ni kwenye kinywa. Hiyo ni business. Watakufanyia biashara hmm. Ngoja wakufanyie, si utengeneza hata bustani, unafanya mazoezi kwenye kulima. Jiuliza, wazazi wetu walikuwa na gym wapi? ni ni utendaji wa Ibilisi kabisa, sio kitu kingine. Ndio unaona wa vijana wanafanya maamuzi, haikuwa kitu cha kawaida. Walijua kabisa, walijua walijua hii ni vita kabisa ya kiroho, walijua hapa Ibilisi anawawinda, na ndio maana waliazimia kufa na kupona hawatafanya. kwa hiyo usiundermine, usiunderestimate hivyo vitu vinaathiri uhusiano wetu na Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunatunza afya, si kwa sababu tuishi miaka mingi, si kwa sababu tusiugue, no, ila kuna ishu ya kiroho ambayo ndio kwayo hasa ndio ajenda a call to put our faith and test. Don't, don't don't, forget to subscribe, like, share and comment.